Tumetembelewa na waziri e, wa Ireland, waziri wa ushirikiano wa kimataifa na diaspora wa Ireland amekuja kutembelea maabara hapa. Maabara ile inasaidia matumizi bora ya nishati kutumia material kidogo na kupata nishati nyingi, kuokoa nishati ambayo inapotea bure, lakini vile vile a, kwa ajili ya, ya, ya nishati safi. Na mmeona mle ndani uvumbuzi wa vijana wetu, wanafunzi walichofanya wamegundua vitu vizuri sana, hata wenyewe wamekuwa impressed sana yes. baadaye tumewapeleka kwenye juhudi zetu, na wakati nilipoingia wizara hii kitu cha kwanza kabisa na na, mtakuwa mnakumbuka, niliwaambia kwanza Arusha Tech na hapa kwamba waangalie zile bidhaa ambazo zinaingia sana kwenye vitu kama magari, bajaji na kadhalika, ambazo tunaagiza kutoka nje, waangalie kama wanaweza kuvitengeneza vile vitu hapa hapa, alafu tuwe na kampuni tanzu itakayokuwa inavizalisha na, na kuviuza Nimekuwa nikija hapa kufuatilia mara kwa mara, leo mmeona pale bajaji pale, kuna vifaa vingi vya bajaji. Sasa vinatengenezwa hapa na vitatengenezwa na kampuni tanzu, vinauzwa na kwenye magari vile vile. Lakini wameenda mbali zaidi. Wanaangalia uwezekano wa kuanza kutoa bajaji. Lakini sio kwamba chuo kinatoa bajaji. Bajaji ikizalishwa, wanaweza wakaingia mkataba na watu binafsi au wakatengeneza kampuni tanzu, na wanayo kampuni tanzu tayari, ikaanza kuuza bajaji. Hasa kubwa kuliko yote niliyomwambia waziri huyu aliyekuja hapa, Dublin, pale Ireland ni nyumbani kwa kampuni makubwa ya tehama duniani. Ni mahali bora kuliko mahali pengine pote, labda ukiacha Silicon Valley, kwenda kujifunza mambo ya tehama kama wanafunzi, na wakati huo kwenda kufanya kazi kwenye makampuni. Na tumekuwa tukiangalia uwezekano wa kupeleka wanafunzi wetu wengi zaidi Ireland. Nimemweleza hilo kwamba tungependa na sisi, tutajitahidi tuweke hela kwenye bajeti yetu, wale kama tunaofanya Samia scholarship kwenda kusomesha sayansi hapa nchini, basi tuwe na hiyo hiyo Samia scholarship kwenda kuwasomesha watu kwenye mambo ya tehama pale Dublin ili wakati anasoma anaenda kufanya kazi kwenye makampuni yale yale makubwa ya tehama duniani, na wenyewe tutawabembeleza watenge fedha kwa ajili ya scholarship hiyo. Ameniambia kwamba kuna mkutano mkubwa wa Afrika na Ireland utafanyika Dublin, na mimi nimependekeza nialikwe, kwa kweli kwa sababu amesema kama nikienda tutakuwa na mazungumzo ya uwili kati yetu sisi kwa upande wa elimu na upande wa Ireland kwa upande wa elimu. Kubwa tunataka tuongeze Watanzania wengi, tumwage vijana wa Kitanzania wazuri kwenye hisabati waende wakasomea mambo ya tehama pale Dublin. Na amesema pale hata wafanyakazi wa makampuni wanatoka nchi mbalimbali duniani, tuna Watanzania wapate fursa ya kwenda pale. Kwa majina, ninaitwa Sherida Josia Magomere, ni mwanafunzi wa mwaka wa pili katika kozi ya Masters in Sustainable Energy Engineering katika hiki chuo cha DIT. Ni mmoja wa wanufaika wa uh, e scholarship ambayo imefadhiliwa na ubalozi wa Ireland lakini pia European Unions UNDP, lakini ikiwa ina inasapotiwa na Wizara ya Nishati. Kiukweli, katika kozi hii ni mambo mengi ambayo tumejifunza na ni vitu vingi ambavyo tumevipata kama wanawake. Kitu cha kwanza ambacho hii kozi imetupatia kuna mafunzo ambayo tulipewa, tunasema ni professional training ambayo alikuwa ni, ni certification katika uh, ambazo tunasema ni worldwide certification ambazo ni certification ya certified energy manager pamoja na certified energy auditor. Katika hizi training zimetusaidia sisi kujua namna ya kufanya ukaguzi wa matumizi ya nishati katika ukaguzi wa matumizi ya nishati itatusaidia kujua ni sehemu gani ambapo kuna matumizi makubwa na njia gani tutumie kwa ajili ya kupunguza matumizi haya. Kwa hiyo kiukweli, hii program imefanya vitu vingi. Hicho nilichokisema ni, ni mojawapo ya vitu ambavyo imetusaidia, na kiukweli, baada ya kupata mafunzo haya, tunawaahidi wa Watanzania wenzetu kwamba kulingana na hii kosi tuliyoipata na tunavyofahamu bei za umeme zinapanda, kuna mabadiliko ya hali ya hewa, mvua hazipatikani, labda uzalishaji wa umeme unakuwa chini, lakini kwa kujua namna ya kufanya ukaguzi wa matumizi bora ya nishati itasaidia kupunguza matumizi ya umeme na matumizi ya nishati katika sekta mbalimbali mbali. Kwa hiyo kwa upande wangu, ninaweza nikaongea hilo kama jambo kubwa ambalo nimelipata katika scholarship hii ya EU, Ireland pamoja na UNDP.